Hapo jana Spika wa Bunge la Tanzania Mussa Hassan Zungu alimhoji Waziri wa Maji Juma Aweso, kuhusu tatizo la uhaba wa maji katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam. Spika alitaka kufahamu chanzo cha tatizo hilo, limefikia hatua gani, na ni kwa muda gani wananchi wataendelea kukosa huduma hiyo. Aidha, alimwelekeza waziri kutoa majibu ya wazi kwa wananchi wanaolazimika kulipa bili za maji ili hali hawapati huduma hiyo ipasavyo. Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na uhaba mkubwa sana wa maji Dar es Salaam kwa kipindi kirefu sana, lakini bili zinakuja kama kawaida, shida ni nini? Kalifanyie kazi. Ingawa waziri wa maji hakusimama bungeni kutoa ufafanuzi wa moja kwa moja kuhusu swala hilo, baadaye alizungumza na umma katika mkutano maalum wa kutoa taarifa kuhusu utekelezaji wa ahadi za rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mafanikio ya siku mia moja za serikali. Katika mkutano huo waziri Juma Aweso alikiri kuwepo kwa changamoto ya uhaba wa maji katika baadhi ya maeneo ikiwemo Dar es Salaam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 kuna kipindi na maana alipata siku tano ndo maana maji yale yaliyokuwepo yaligaiwa kwa usawa, tuseme awa leo apate awa kosa, lakini sio kwamba wiki nzima au mwezi mzima alikosa huduma, ila uonekane ule uhalisia, na nimuelekeze kwa mara nyingine, sio wadawasa, mkasimamie maelekezo ambayo tumeyatoa. Yapo baadhi ya maeneo wezi, eneo la Kibamba lilipata changamoto maeneo ya Ruvu, ya maeneo ambayo anautegemea Ruvu chini, maeneo ya Bunju, maeneo ya Kunduchi, maeneo ya Mwenge. Eh, na maeneo mengine ya Ubungo watu walikuwa na changamoto. Kwa hiyo bili zake lazima zifanane na mazingira ambayo tumeyapitia. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo, lakini kikubwa tuwaombe radhi pia wana Dar es Salaam, sisi jukumu letu ni kutoa huduma, tumetoa huduma kwa kipindi chote na kukua na ikeka